Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne, ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Sisi hatujua kuwa na tetesi ambazo hazina uhalisia, na tumeshawaambia watu kwamba Folz bado yupo sana kwa sababu hana kosa lolote, hana ubaya wowote, ni namna tu ambavyo timu ime, ime, inachukua ina muda ku click aka katika mfumo wake, lakini ni kocha mmoja mzuri na mkubwa sana na ana uwezo. Lakini hapa kwa klabu ya Yanga imefanya uchambuzi ya kinifu na kupata kocha msaidizi ambaye atakuja kumsaidia Folz eh, kuja kusha kwamba zile mbinu zake na uelewa wake wa soka la like kiafrika unaonyesha una, una, una kupitia huyu msaidizi wake ambaye ni ndugu, ndugu Kaitano, Kaitano Tembo. Huyu bwana ana miaka kama hamsini hivi na ni mzaliwa wa Zimbabwe na amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini. Kwa hiyo ana historia nzuri kwa maana ya kucheza mpira katika maeneo ambayo amepita, lakini amecheza national team ya Zimbabwe, amecheza timu nyingi nyingi tofauti tofauti kuungwana, lakini pia ikiwemo Dynamo ya, ya, ya, ya Zimbabwe lakini Seven Star ya Afrika Kusini, lakini akaenda katika klabu nyingine ya Super Sport ya Afrika Kusini, ambapo alidumu kwa muda mrefu sana na kwa mafanikio makubwa. Lakini baada ya hapo, akatoka akaenda South Africa pia kama kocha msaidizi, lakini pia na kama kocha mkuu pia hapo kwenye Super Sport, klabu ya Super Sport na akafika katika malengo na kufika mbali zaidi, lakini kikubwa kuliko yote ni namna gani ambavyo anaendesha mfumo wake na anavyojua mpira wa Afrika na vile ambavyo kimetokea, lakini kwa Yanga kama Yanga, kwa msaada wa Folz na yeye mwenyewe basi, atakuwa amepata kitu kikubwa sana Yanga, na watakuwa wamefika katika mazingira ambayo yatawawezesha Yanga kupata kile kitu bora ambacho wanakitafuta. Kwa hiyo kwangu mimi, mtu kama Kaitano Tembo atakuwa msaada mkubwa sana kwa klabu ya Yanga anakuwa msada. Uh, ina maana kwamba bila, bila shaka kwamba Young Africans hawaridhishwi na kocha Romain Folz. Wanaridhishwa naye, ndio maana wanamtafutia msaidizi ili ambaye ataweza kuongeza nguvu pale ambapo yeye anakwama, lakini sio kwamba wanaridhishwa naye na, lakini sio kwamba wanaridhishwa naye. Na wanamtafutia msaidizi na ndio maana wakampa backup ya mtu ambaye anaufahamu mpira wa Afrika vizuri zaidi na ameucheza mpira wa Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi bwana Tembo ni mtu sahihi anaenda kukutana na timu wenzake pale kwa kuhakikisha kwamba Yanga inakuwa imara zaidi, lakini katika nafasi yeye alicheza nafasi ya ulinzi kama defender wa Zimbabwe katika misimu ambayo amecheza. Kwa hiyo ni, ni mtu fulani ambaye ana jina kubwa na anaweza kufika mbali na timu ya ya, ya ya Yanga pia. Lakini si kocha Romain Folz alikuja na msaidizi wake? Ya, anaweza akawa alikuja na msaidizi wake, lakini bado msaidizi wake hamsaidii ha, ha, ha, ha, msaidi, kwa maana ya kumpa zile mbinu za Kiafrika zaidi. Unajua mpira wetu wa Afrika, Afrika una, una maisha yake fulani unahitaji mtu ambaye ana uwezo huo, kwa hiyo timu mpaka unaona kabisa kwamba anahitajika labda na timu kama ya South Africa National Team akawe msaidizi pale. Unaona kabisa ni mtu fulani ambaye anafahamika na ufahamu mpira wa Afrika vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi ni mtu sahihi, Yanga wamepata, ni mtu sahihi. Lakini uh awali kulikuwa na taarifa kwamba Yanga wako mbioni kumfuta kazi kocha Romain Folz, hizo kama unakumbuka, unakumbukumbu tulizikataa, tukasema hizo stori hazipo na ni ngumu Yanga kumfukuza kocha ambaye hajafungwa wala kuconcede goli hata moja. Wanamfukuza kwa sababu hiyo, kwa kigezo kipi? Kwa kwangu mimi Romain Folz bado ni kocha, mimi bado niko naye vizuri tu na ana uwezo wa kuwafikisha sehemu sahihi, na tayari kitu kinaendelea na kinafanyika hivyo kwa, kwa, kwa msaada huo. Taarifa zilizopo kwamba Yanga ameshindwa kuvunja mkataba wake atakapokuwa, inawezekana ikawa ndivyo, lakini mwisho wa siku kwenye uhalisia bado wana uwezo mkubwa Waku, waku, waku, waku, wa kutuambia kwa nini wanamfukuza, kwa sababu tayari unaona kabisa kwamba hana hana changamoto yoyote. Amepata matokeo, ni namna tu ya uchezaji bado haujaurudisha watu, lakini bado anayo nafasi. Uwepo wa kocha huyo msaidizi kama watafanikiwa mm. unaweza kuwa na faida pia kwa Young Africans, utawasaidia sana, kwa sababu Yanga wanatakiwa kupata kocha ambaye anaofahamu mpira wa Afrika vizuri, lakini pia atawarudishia ile rhythm yao ya kucheza ambayo Yanga wanaitafuta. Atakuwa hmm? Yes. eh? kwa ni kwa rhythm, kwa jana Folz alishakudumu kwenye timu mbalimbali mbali za Bara Afrika eh? eh? kwa hiyo mimi nafikiri Folz sio ma, wameshindwa kumvunjia mkataba. Ukiangalia tu namna gani ambavyo wao wanaishi naye na, na makubaliano na kocha, hajafungwa mechi hata moja. Haja, haja concede goal hata moja. Haja, haja ni, ni, ni namna tu ya uchezaji ambao inawafanya ina, ina watu waone kama hakuna kitu kinachoendelea, lakini mwisho wa siku bado unaona kabisa kwamba kuna namna ambavyo mwalimu anahitaji kupatiwa muda na ana kitu cha, cha, cha maana sana, sababu kuna watu ambao wamewazalisha na ukumbuke, Yanga inacheza na kisa bila auchwe, na kisa bila azizikie kwa kuna namna ambavyo inahitaji kupatua. Lakini naamini kwamba ukimpata mwalimu ambaye anakuja kumsaidia mwalimu mwalimu kiongozi ama kocha kuhakikisha kwamba anapata kile ambacho atakiwa kipata, basi inakuwa ni rahisi zaidi kupata, kupata, kupata kitu ambacho kina, kina, kina maslahi makubwa kwa, kwa, kwa kocha lakini, kwa timu, lakini pia kwa kumsaidia kocha. Baadhi ya mashabiki kana kwamba hawana imani na kocha Romain Folz. Yani mtu akisema ana imani na Romain Folz utamuuliza maswali machache. Kwa kiufundi, amefanya kosa gani? Timu imeshinda michezo yote, haija concede goli hata moja, amemfunga Simba. Okay, unataka afanye ni nini? Timu haicheze vizuri. Kucheza vizuri ni nini? Yaani kwamba kupata matokeo lakini pia burudani ionekane uwanjani. Sasa anataka burudani ende akasikia akaangalie muziki. Lakini kwenye mpira cha kwanza ni pointi tatu. Mwalimu amezipata jazipata amezipata Then hapo mwingine ni ziada tu. Yaani, uh, Yanga wan... hii tunajua sisi haikuwa na huo mchezo mzuri. Yanga ilikuwa ni kushoto kulia kisinde yuko wapi tuondoke. Farid Musa yuko wapi tuondoke. Moroko yuko wapi tuondoke. Au tumesahau ndio lango. Hmm. Lakini hizi buda ambazo wanazipata sasa hivi zimetengenezwa kwao, ampe muda zitapatikana tu, ni swala la muda. Wanaamini kwamba uh, mimi na naamini kwamba kocha Romain Folz hmm. ahadi unayetoa msaidizi, kuna kitu ambacho hakipo sawa, kwa yake la kiufundi, kuna sehemu inamsaidisha, ndio maana wanaamua kumjengea uimara zaidi. Sio yeye mwenyewe, sio yeye mwenyewe, ni mwalimu mzuri, ana mbinu mzuri na ana uwezo wa kusoma mchezo kana kabisa. Anaingiza watu kadhaa, unaona timu mechi imebadilika, kwa hiyo ni mwalimu mzuri si bora msaidizi. Kwa mwisho wa, wa eh, siku anayemsaidia ndo ampi kile anachotaka. Oh, eh? Folz ni imara kwangu oh, ni... na mimi. Kuomba Yanga kuna kuna shida pia kwenye benchi la fundi. Of course si mkuna, kuna changamoto. Changamoto wapi? Ya wasaidizi wake hawampi 100%. Sio Sio kocha kocha mkuu. Kocha mkuu. Eh? Sio kocha mkuu. Kwa nini? Hebu jenga hoja kwanza hapo. Ana uwezo wa kusoma mchezo na kudetect kitu gani ambacho kinafanyika. Oh, the si kipindi cha pili Yanga iku, nakuja, ikiwa, bora. Oh, ni jicho la mwalimu limeona. Lakini walikuwa na uhusiano na kocha wa timu ya ele, ya taifa Madagascar ile ya Chan wameshindwa naye kwa sababu anataka aje na benchi lake la ufundi. Wakiangalia CV zake hazitoshani uwezo wanaotaka wao. Yanga wakaona kama wanakuja wewe sawa, lakini kama unakuja benchi la ufundi, kuna sehemu tutashindana, kwa sababu ya CV zao hazitoshi kwa hiyo uwezo wetu. Kwa hiyo Yanga alikuwa anahitaji kocha mwingine, hawahitaji kocha mwingine, walikuwa wanahitaji kwa wao wao. Kama walikuwa wanamtafuta ni wao, lakini hizo ni rumors, so ambazo umesikia. Aa, anataka aje kocha na kwamba hizo ni story, lakini uh -huh. hawajazithibitisha bado kwamba lakini kwangu mimi kutokana na maelezo na watu ambao na sources zangu ambazo ninazo, Romain Folz bado yupo, ni kocha halali wa Yanga na hakuna tatizo lolote ambao walipo kati yake yeye na uongozi. Kwa dili la kocha wa timu ya taifa ya Madagascar ni pro, ni propaganda tu. Sio halisia. Sio uhalisia. Sio uhalisia. Kweli? Kabisa. Mbona mazungumzo yalikuwa yapo yanasemekana? Ni hao mazungumzo tu lakini uhalisia hupo. Sources zangu mimi, na watu ambao nazungumza nao, wa kuniambia taarifa. Tutarajie kuona Yanga kibadilika chini ya ujio wa kocha huyu mpya. Muda huu wa mapumziko ambao amba tumeenda kwenye national team break. Tutarudi tutakuja kuiona Yanga iliyo imara zaidi kutoka Zimbabwe. kutoka Zimbabwe, Zimbabwe kocha huyo, bwana bwana Tembo eh bwana Tembo ni mtaalamu, eh mtaalam, kwa hiyo ana uwezo mkubwa wa kufanya hicho kitu tukitu na kudeliver kwa asilimia 100. -100. Juzi umecheza na United hajafungana kabisa, na sio tatizo, lakini kuna mtu kacheza pia akafunga goli nne, vipi hapo? Eh? Eh. Mwisho wa siku mechi za mazoezi hizi kwangu mimi hazina nanini, bado anaendelea kujenga fitness wa wachezaji wake, wo ni swala la muda tu, tutulie. Mimi niwaambie na Yanga watulie tu, waendelee kula nyama, kula mtori taratibu, nyama atakutana nazo chini eh, yes, Yanga itakuwa bora zaidi. Yanga ni, itakuwa bora zaidi kuliko watu wanavyofikiria na mpira utabadilika. utabadilika tu, tu. Mm. Yeah. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike digital